Unazungumziaje hii hatua ya mabadiliko kwenye chama cha mapinduzi kama mlivyosikia? Mafanikio yaliyopatikana kutokana na ilani iliyopita kwa takriban asilimia tisini na tisa kabisa, kwa tunatarajia kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu, ilani mpya nayo itatekelezeka kwa umaridadi zaidi na kwa umakini zaidi. Watu watarajie nini kufuatia uteuzi wako kuwajibika na nafasi hiyo? Eh, eh. <laughs> kwa sababu ukishaaminika na vikao vikubwa kama hivyo hmm, ni kuwajibika katika nafasi hiyo hmm. Na kama mjiavyo sisi ni chama cha siasa hmm, na malengo ya chama cha siasa ni kutawala. Sasa sisi tulioko ndani hakikisho kwamba utawala huu unaendelea kwa. Yeah. yeah. yeah. Mimi nakushukuru sana, pengine neno moja kwa, kwa wananchi ambao wanakutazama sasa hmm. Uh, ukiwa hapa Dodoma ndio tutaendelea ah, kuwatumikia kama tulivyofanya miaka yote. Chama cha Mapinduzi wakiamini ni chama makini, tutaendelea kuwatumikia na tutaendelea kuwajibika katika nafasi zetu.